Michezo hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma ya kamera director Runde, tupo na Uchebe, shabiki na mwanachama wa Young Africans, shabiki ambaye ananenepa siku hadi siku, zinazozidi kwenda, kitambi kinatoka, lakini anakuambia ananenepa kwa sababu ya Young Africans kuwa kirereni mpaka siku sasa hivi ana kwenti zake sabini kamili na michezo 26. Si mwenyewe anasema mjinasibu amebakisha mechi tatu, wakati huo huo Mnyama Simba bado hajakutana naye na kauli yao moja wamesema bi hatuchezi hatuchezi hatuchezi. Kwanza tuanzie hapa na masuala ya kimataifa Mnyama Simba Sports Club amepeperusha bendera Afrika Mashariki na katika michuano ya kombe la shirikisho bara la Afrika. Uchebe, kwanza kwema? Mimi niko vizuri kama navyosema siku zote. Mm. Eh, kitu kinachonifanya ni onekane wa heshima, mm. Eh, na, na, natamba nawika ndevu zangu kwanza, hii ndio brand kubwa, mm. Umenielewa, hii brand ni kubwa kuliko hata brand ya Simba. Hizi ndevu zina thamani kuliko hata Simba yenyewe unavyoiona, au Chebe? Mimi nakwambia mm. Sio kwamba kusema nina nini na nini mm. Umenielewa mm. Kama inawauma walete data Ume... Uche, uchebe, watu wametiwa mkataba bilioni 38, mzabuni unasema ndevu zako ni bora kuliko klabu ya Simba ukisikia okay, mashabiki maandazi hata kuhoji vitu hawajui ndo hilo mojawapo, Simba thamani yake ni bilioni ishirini. Mo amenunua milele Simba kwa bilioni ngapi? ishirini. Alafu anakuja mzabuni aweke bilioni thelathini na nane, yupi mwenye thamani? Unaona Mo angekubali hapa? Unaona Mo angekubali? kwa amepigwa na wao, wajui hata kuoji vitu. Umenielewa? jezi gani Simba wana uwezo wa kutoa jezi ya kuuza hata elfu themanini au laki Simba mwekezaji mwenyewe huyu Sunderland sasa hivi anatoka. Amekuja kuuza mpaka shilingi 8000. Amechukua jezi. Ngoja sikiliza. Kauza jezi hadi 8000. Haya huyu anayekuja anayeweka bilioni 38, atauza jezi shilingi ngapi? Hapo sasa. Nisikilize. Mbali mashabiki wa Simba Sports wanasema wanataka kununua jengo la Young Africans. Aliyeongea vile nikamwangalia nikasema huyu katoka kutumia shisha sasa hivi. Hayuko sawa. Mm -hmm. Umenielewa? Hayuko hayuko sawa. Hajui ile jengo ambalo wapo nalo hapo wapi? Msimbazi, wamepangisha wauza simu pale na wauza makava, siyo, na vijora. Umenielewa? hawajui ile jengo lipo kwa fadhili wa Yanga. Hawalijui hilo. Sasa ndio maana tunataka tuambie kitu kimoja, wajaribu kusimama na kuhoji vitu vya msingi kama hivi. Umenielewa? Huyu anayekuja na propaganda hizi, hii sio uwanja wa siasa, ni uwanja wa mpira, uwanja wa michezo. Umenielewa? Hebu tuachane nako huko, wameshapigwa, waacha aende kupigwa tu na wataburuzwa mpaka siku ya mwisho. Wacha tuzungumze habari ya umesema wako wapi. Nyama Simba Sports Club anapeperusha bendera ya Afrika Mashariki na kati katika kombe la shirikisho barani Afrika. Mechi ya kwanza mzunguko wa kwanza kule visiwani Zanzibar, Simba sports amepata bao moja kwa sifuri dhidi ya Stellenbosch. Wanaenda South Africa na lawama kubwa zikitupiliwa na Charles Ahoua kwa maana amekosa bao, watu wanakilaumu sana, akisema ilikuwa ni magoli matatu hivi takriban mnyama simba apate au wana kikwazo cha Simba sports Club kutopata matokeo mazuri. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja, huyu Ahoua kwanza nampa kifungu chake, umenielewa. Ila kwa timu ya klabu ya Simba, kwa timu aina klabu ya Simba, mimi binafsi naiombea kwanza itoke, umenielewa. Adui yako muombe njaa, na kwa kuwa na wao wenyewe hawajitambui, hawajielewi wanachokifanya, hawajui hata mchango wa mchezaji, hawajui kazi yao, ni kumbeza mtu. Mimi nawaombea tu watoke, umenielewa, wacha tu niwe na roho mbaya, umenielewa, kwa sababu roho mbaya wameanzisha wao, umenielewa. Sisi tunacheza na Mamelodi Sundowns, ilitakiwa tuende kucheza nusu fainali, wakaenda Zanzibar kuchinja ngamia, sizopungua ngamia tano kuhakikisha sisi wana Yanga hatuvuki kwenda robo kwenda kucheza nusu finali. Umenielewa? ile ilikuwa ni mikakati na mipango iliyochezwa na Simba, haikuchezwa na mahamelo ile mechi. That's why mimi leo nasimama pia na stellan boch kuhakikisha kwamba Simba anatoka, na mimi pia ni mwenyeji wa Ludewa, mkoa wa Njombe. Umenielewa? mimi kutoka Ludewa mpaka South Africa nauli ni ndogo sana, afu wale ni watani wangu. Kama umesoma Ngoni migration inarudia kama umesoma Ngoni migration huna sababu ya kumshangaa mpango anamshangilia um, Mamelodi nani yule Stellenbosch kutoka South Africa. Uwezo ukashangaa, uwezo ukashangaa mtu wasongea ambaye <coughs> ni mgoni anashangilia nani Stellenbosch kutoka South Africa. Umenielewa? Hiyo ni asili yetu. That is why ndio maana nimewaambia Simba, wacha toke tu. Ila anayetakiwa kubaki kwenye hayo mashindano Charles Ahoua. Una maana gani? Charles Ahoua ndo atakayebakia. Umenielewa? Atakayebakia kwenye mashindano ya shirikisho, Simba yote inatoka, ila Jean Ahoua atabaki, kwa sababu mpaka sahivi Simba, Jean Ahoua ndo aliyeibeba Simba hapa. Jamani, Jean Ahoua, umenielewa? mm. Jean Ahoua ameibeba ame Simba hapa ndo ame ameifanya mpaka sahivi tunazungumza Simba na mguu ana mguu moja nusu finali, umenielewa? Ana mguu mmoja nusu finali, mguu mmoja uko finali. Ni nani? Ni Jean Ahoua lakini leo hii anakuja kukosa goli, anakuja kukosa goli, wanamchambua vibaya eti lile goli ilikuwa la wazi, ametufanyia utoto. Siu nini utoto? mbona alivyofunga goli amjasema utoto? alivyofunga goli mbona amsemi utoto? ndo unajua kabisa watu, hawa watu si wa mpira, hawafuatilii matukio. Kaangalie kuna mchezaji mmoja kutoka nje Nunes Kamwangalie Nunes, yeye na goli, yele. Hakuna golikipa hakuna beki, kakosa goli. Kamwangalie pia tukio la akio. Hao ni wachezaji wakubwa kutoka nje, hakuna golikipa hakuna, hakuna, hakuna beki, kakosa goli. Kamwangalie Fernandes, umenielewa? yeye na goli kakosa bora, hauwa kulikwepo na defense ya golikipa ya beki amemchambua beki nani golikipa anayenda mbele anakutana na, na kizingiti cha nani cha beki huwezi ukamlaumu katika ile nafasi ilitakiwa pongezwa pigiwe makofi wamtie moyo kwamba bado mchango wako ni mkubwa ungetufanikishia goli la pili wewe ungeonekana ni mtu wa juu sana wa thamani kuliko ila kwa kuwa umelikosa ni mambo ya kawaida ila wote wamekaa wanamshambulia chazi yaua haki ya Mungu mimi nasema Mungu yupo ajibu maombi mm. halivyo shambuliwa chazi ya hua mm, Mungu awatie laana wanao msema vibaya wana mm. licha kumsema waache wamseme vibaya mm, game ya kule wanakoenda South Africa, chazi ya hua asicheze na Simba itoke. chazi ya hua? asicheze mm, Simba itoke mguwai, okay. yes mm, kwa sababu kama mtu aliyewahakikishia mguu mmoja kuwepo fainali wanamshambulia kiasi hicho? wanamshambulia kwa nini? wasinge mshambulia, kiasi mshambulia pa, pa, ka, nani Kapombe mm. alikosa clear chance ngapi kama mbili tatu eh? kama mbili tatu Al, angalia mtu ambaye mpaka sasa hivi nakwambia, Chaz Ahoua, Chaz Ahoua ndio mtu pekee mpaka sasa hivi ameingia, ameingia kwa asilimia nyingi kwenye kikosi cha Kafu, sikiliza Nisikilize mimi ninachokwambia, Uchebe, Chazi Ahoua ndo mchezaji pekee aliyeingia kwenye kikosi cha Kafu kwa asilimia nyingi. Ana asilimia mimi kwa, kwa takwimu zangu kama sijakosea, asilimia 85 asilimia 85. Kutokana na nini? Na contribution yake katika mchezo almost. Game ya juzi amepiga mashuti mangapi? Watu hazungumzi kapiga majaribio mangapi? Watu hawazungumzi. Kacheza mipira mingapi? ametoa pasi ngapi? Watu hawazungumzi. Wanakuja kuangalia tu last chance ambayo walikosa goli. This is not football. Watu wa mpila tuzungumzi hivo, kosa moja alibatilishi mazuri yako yote kuonekana mabaya hiyo haipo, ndio maana anasema atakayetakiwa kubaki shirikisho au kafu ni chazi ya Ahoua. Kwa hiyo Simba Sports Club kwenda finali sioni, kwa sababu tayari wameshaanza kuvurugana. Wameanza kuvurugana baada ya kuomba kikosi chao yaliyotokea hapa yakarekebishwe, wanaanza kumshambulia mchezaji. Kiukweli sidhani kama chazi ya Ahoua anaweza kawa na moyo huo wa fadhila. Ni wa kwamba Simba nimsaidia waende finali. Wanasema ubaya ubwera ndio utaamua South Africa. Hakuna ubaya ubwera, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nyinyi msiwe mnadanganyana, umenielewa? mm. Tunapohoji mm. Watu, waulizeni mm. Simba unakumbuka alishecheza na Orlando Pirates, unakumbuka, unakumbuka? Mm. Lipi, uh, kule South Africa alipigwa goli ngapi? Nne. mm. anakuja hapa alishinda goli ngapi? Simba alishinda goli tatu. Aggregate kasomaji? mm ikabidi afanyaje? akatoka akatoka. mm. Unakumbuka Kaiza Chifu, una hapa walitokaje? anaenda kule ilikuwaje? kuona kusema nini? Uchebe Simba ameaga mashindano. Simba ametolewa, Simba ametolewa kwenye haya mashindano, atakayebakia kule ni chazi ya Ahoua. nani wa wafanya? ngoja kwanza, ngoja nikwambie. mm. namba cannot lie, namba idanganyi bro Angalia contribution ya ya ya, ya, ya, ya Ahoua ya na elimu Pans, ndo utajua shida kwamba wana Simba wengi hawajui mipira, wanataka mchezaji anayetumia skills yake, umenielewa sio kufuata maelekezo ya mwalimu. Cha Ahoua anapenda sana kumsikiliza mwalimu wake, that is why anapoenda uwanjani ana deliver kitu ambacho amefundishwa na mwalimu, ndo maana mimi huwa nawaambia elimu Pans ni mtu wa baisikeli wa anacheza mpira wa kimashabiki. Niambie, niambieni kama kuna mtu ambaye anasema uchebe umeongopa, kaniletee mtu ambaye anakuambia Jean Ahoua anacheza mpira wa mashabiki, anidhibitishie hapo. Jean Ahoua aseme kwamba Jean Ahoua anacheza mpira wa mashabiki. Sikiliza, ni vitu viwili tofauti ni vitu viwili tofauti. Jonathan Kangalombo ni level nyingine, Blas ni level nyingine. Umenielewa? Yaani ni sawa, unachukua una mwezi, unachukua jua. Mm, ni vitu viwili tofauti. Mm, ni vitu viwili tofauti. Uchebe, ili eh, Simba iende hatua ya fainari, nipangie kikosi cha Simba ambacho inaenda fainari moja kwa moja na kuchukua ubingu nitakuwa nawaombea mazuri wa ili waende fainali, na mimi kuwaombea mazuri I can't do it. Umenielewa? Mimi, aa, uzalendo wangu umeishia kwa chazi ya hua. Umenielewa, uzalendo wangu kwenye upande wa simba ni kwa chazi ya hua, lakini kusema simba namuombea aende finali, kama mimi alihakikisha kwenda Zanzibar na chinja ngamia isizopungua tano, ili mimi nisiende kucheza nusu fainali na Mamelodi huwai, mimi nianze kumwombea simba I can't do it. Chibara mnaongoza mpo kileleni kwa mapointi sabini, wakati huo mna michezo ishirini na sita. Jana kusikia eh, afisa habari na mawasiliano ya Young Africans Ali Shabani kama akisema wao wamebakisha mechi tatu tu, zilizobaki mechi nyingine hawaitambui ya mnyama Simba Sports Club, ni sahihi Young, yes, Africans, ndo kauli yenu ileile kusema mchezi ya mchezi ndo maana kwamba sisi tunatambua michezo mitatu iliyobaki tuna mchezo dhidi ya namungu hapa Dar es Salaam, tuna mchezo na Prison Mbeya, tuna mchezo wa kurudi tena Dar es Salaam na Dodoma Jiji. Tunakuwa tunasema game is over. Uh, mchezo nambari 184 hatuutambui kwa sababu Yanga haikutenda kosa aina lolote la, la kuhakikisha mchezo mchezo ule ule unavunjika. Aliyesababisha mchezo ule uvunjike, ndio anatakiwa simame barabarani au asimame kwenye vyombo vya habari na kutueleza sababu zilikuwa ni zipi. Sasa ubingo unapatikanaje, uchebe? Sikiliza, wakati umesema mchezo, ubingo unakuaje, uchebe? Hivi umeshajua kwa nini mtu anapewa pointi tatu au timu inapewa pointi tatu? -E. Unajua, unajua au hujui? -E. Unajua. -E. Reason iko hivi -E. Yanga ilifuata taratibu zote na kanuni zote za kimchezo, umenielewa? -E. Sisi Yanga sio watu wa matamko, sisi Yanga ni watu wa sheria, taratibu na kanuni kanuni zetu za mpira zinatuelekeza kitu gani? Kanuni ya 17 au kanuni zote 17 tu za mchezo za ligi kuu ambayo tumeziandaa mwanzo wa msimu zinasemaje? Sasa sasa, ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja mchezo. Umenielewa? Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba sisi Yanga kwamba mchezo ulikuwa tarehe nane. Umenielewa? tarehe nane, timu inatakiwa ripoti masaa mawili kabla, masaa mawili kabla ya muda wa mechi. it means yanga ya ripoti saa kumi na moja pale Benjamin Mkapa. Umenielewa? Yanga saa kumi na moja timu ilipeleka ikupelekwa ilipelekwa, oh, tari ilitolewa taarifa saa ngapi? saa 8. timu ikiwa sehemu gani Ngoja kwanza. Mm. Timu ikiwa wapi? Gambini. Unajua Yanga inakaa wapi? Inatumia muda gani kufika uwanjani? Inatumia muda gani? Ni nusu saa, saa moja. Barabara ya nani tunapita, anga. Ngoja, ngoja. Tunaenda na king'ola, tuna na kin cha nani, alikwambia hmm. Tufuate taratibu hmm. Umenielewa kwamba hmm. sababu ya kuahirishwa, unajua sababu hmm. za kuahirishwa mchezo, mnatambua sababu zinazopelekea kuahirishwa mchezo mm -hmm. eh? <coughs> duniani zimeainishwa na FIFA sababu hizi kuu tatu. Ya kwanza umenielewa, sababu kuu ngapi? Tatu. ikifo cha kiongozi mkuu katika nchi mm, au waziri mkuu mm, inapelekea mchezo kuahirishwa, umenielewa mm. sababu ya pili nakwambia, mm, uh, ishu, ishu ya usalama, masuala ya nini ya kiusalama, endapo kuna machafuko kupita kiasi na vyombo vya usalama na ulinzi vikashindwa kudhibiti machafuko hayo vinapelekea mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Sababu ya tatu, mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano, nchi ambazo zina barafu, barafu ikijaa ndani ya uwanja, mchezo unapelekea kuahirishwa. Sehemu kama sisi ya kwetu, mvua ni nyingi, season ni labda, sasa hivi tuseme ndio kuna mvua, uwanja ungejaa maji, inapelekea mchezo kufanyaje? Kuahirishwa. Uchebe, nataka kusema mazungumzo yako yote, nataka pointi tatu mbele ya bodi ya ligi. Yes. It is over. Mm. Umenielewa? Mm. It is over. Tunahitaji alama tatu. No mdezo mdezo hapa. Mdezo, Sababu katika hizo sababu kuu tatu nilizozitaja. Sababu ipo naona ilipelekea kwa ilisho mchezo. Simba anasema amezuiliwa kufanya mazoezi. Sikiliza. Alizuiliwa na nani? Meneja wa uwanja. Eh? Meneja wa uwanja pamoja na babu. Sikiliza kitu kimoja. Waziri Tambiko mimi niko vizuri sana taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi wakati wanasema tunaahirisha mchezo, moja ya sababu walizoziainisha, mnazikumbuka, mnazikumbuka ni zipi? Acha mambo yako. Umenielewa? Sababu ya kwanza walisema simba hakutoa taarifa kwa meneja uwanja. Simba hakutoa taarifa kwa timu mwenyeji. Simba hakutoa taarifa kwa mechi kamishna. Simba hakutoa taarifa. Kosa la, ya, la Yanga ya nne, baadhi ya sura za mabaunsa wa Yanga wametambulika mm. kwenye zile video mm. Nataka nikuulize kitu kimoja, sura za mabaunsa mm. wa yanga zimeonekana kwenye nini? Kwenye zile video, kwenye picha zile mm. za walizotoa Simba kama ushahidi mm. Nataka nikuulize swali, mlisema mmekuja mbuzi na pamoja pamoja na wazee taratibu taratibu huko na mimi mm. Umesikia mimi sio mtu wa mdezomdezo, sio poa, na nitawapiga nyundo mpaka waelewe. Nataka nikuulize mabounsa wapo katika kipengele gani cha ka katika orodha ya wafanyakazi katika klabu? Ngoja narudia na na na tena swali, mabounsa wapo kwenye kipengele gani katika orodha ya wafanyakazi katika klabu? Hawajulikani sasa au mabounsa nane? Bodi ya ligi wasimame watuambie walitambuaje, au ni mabounsa wa Yanga? walitoa wapi hicho kigezo? Mpira hauhitaji propaganda, mpira unahitaji vitu vinyoke, watanzania wapate shibe. Umenielewa? Simba wameshasema hawakutoa taarifa kwa timu mwenyeji kama wanaenda kufanya wan mazoezi pale. Wangepata wapi hali ya kiusalama na kuandaliwa mazingira mazuri kama timu mwenyeji hana taarifa? Unaendaje kwenye nyumba ya mtu bila kutoa taarifa Nakuuliza, walitoa kwa nani? Bodi ya ligi imesemaje kwenye taarifa? Si umeelewa? Simba hakutoa taarifa kwa mechi kamishi, hakutoa taarifa kwa meneja uwanja, hakutoa taarifa kwa timu mwenyeji, Uchebe. Tuanzie uh, tu hapa kama mnyama, Simba ameshinda mechi zake zote, maana Simba na viporo mpaka sasa hivi, na viporo vinne, na wewe ume, umeshinda moja umeshinda moja, labda ukapoteza, ukatoa sare. Kitu ambacho kuamulia ubingwa ni mechi ambayo Simba na Yanga ndio itaamua ubingwa, mtakubali kucheza uchebe au ubingwa utaenda wapi? Ulisikiliza malalamiko yetu tuliyoyatoa? Ngoja naomba niku, nikuambie kitu kimoja. Kama Simba aliwalalamikia bodi ya ligi, aliwaandikia barua kulalamikia bodi ya ligi, wamezuliwa kupata haki yao ya mwisho ya mazoezi na bodi ya ligi iliwasikiliza. Ai, sisi kama tumelalamika, wataki utusikiliza? Kwa na, ana imani na bodi ya ngoja, kwanza mm. Kama sisi wao wamelalamikiwa, wamewasikiliza mm. na sisi tumelalamika, watusikilizwe, unategemea nini, kinaendelea ngoja ni mm. nini kinaendelea? Simba ni bodi ya ligi, Simba ni TFF, Simba ndo mwendesha ligi hapa Tanzania. Una maana gani? Yeye ni nani katika ligi? Una maana gani? Nakuuliza, na yeye ni nani Mm. Kwa nini haifuati sheria? Kwa nini haifuati kanuni? Kwa nini haitaki kufuata taratibu za michezo? eh? Yeye ni mkubwa akiamka anaamua lake. Nataka nikukumbushe kitu kimoja tu, sio wajinga mimi, sio mwenda wazimu hata kidogo. Ndio maana nawaambiaga Simba ni watu ambao wanaharibu mpira katika nchi hii na anatakiwa kukemewa vikali na that is why Yanga tumesema. Hatuko tayari kuona mpuzi mmoja anaharibu ligi kama anashuka shuke, kama anashuka ashuke, ashuke. Hii sio mwaka 88. Ni Simba, ni Simba yeye, yeah. Akiamka anaumwa mafua wachezaji wake. Jamani, mimi naumwa mafua, wachezaji na wangu anauma mafua, siwezi kuleta timu. Uchebe, nataka nikwambie sasa hivi Simba nashiriki hii michuano, ana viporo vingapi? Ana vipolo vingapi? Nacheza finali msimu uliopita nilikuwa na kipolo na nani? Kwai ngoja nikwambie. Simba 2018 19 anaingia mara yake nadhani ya pili, siku ya kwanza, ya, ya kwanza. Mm. Kwenda kushiriki michuano tunalalamika vipolo vya mm. Simba vinakuwa mm. vingi mm, hii si sawa kama mnamwandalia Simba kuwa bingwa, tuambieni Bombe. Msimu uliofuata sisi mm, manielewa, yeah, mpaka tunafika fainali, tunatoka kule, tunasafiri tunapelekwa hadi Mwanza, hamna kuahirisha mechi, tunaomba ratiba, imetuea ngumu kuna kuachiwa pumzi. Simba leo anaachiwa pumzi, ni nani? Naumia Simba. Ngoja ni nani, wachezaji wanaocheza Simba sio binadamu, wachezaji wanaocheza Yanga sio binadamu, wanaocheza kwenye timu nyingine sio binadamu, kwamba wao wana value tofauti sana wanaocheza Simba huu ni ulozi katika ligi. Tukienda kwa staili hii mpira hatutafika, hautakuwa bora vile tunavyotaka. Leo tunazungumza na viporo vinne, ana viporo vinne katika ligi. Mnamtengenezea mazingira gani na ndani yake kuna mgogoro wake? Hatuko tayari na tutakomaa na tutahakikisha haya mambo yanaondolewa ya ya kama sisi tulicheza shirikisho mpaka fainali na hatukuwa na kiporo. Kwa nini huyu wanampa viporo leo? Amecheza Jumapili, ana mchezo mwingine mpaka ijumaa tarehe ishirini saba sio si tatibu. Leo alikuwa na uwezo wa kucheza mechi, unamdanganya nani? Sisi tunacheza kimataifa, tunapumzika siku mbili tunapumzika siku mbili, tunacheza. Mnakumbuka tunacheza game ya na Rivers United, tunatoka kule, tunasafiri, tunaenda Mwanza. Au mnasahau? mnakumbuka tunacheza ule mchezo na Rivers United, tunarudi hapa, tunalala, tunasafiri, tunaenda Mwanza kwenda kucheza, nadhani na biashara wale walikuwa sio wachezaji, sio binadamu leo no, hii Simba mnambembeleza kama mayai, nani hu hizi Simba. Ninavyowaambia, Simba anaharibu ligi, Simba anaharibu ligi, lazima watu waelewe. Tunaongelea kwa sababu gani? Simba ni mharibifu katika ligi yetu, na inatakiwa kukemewa vikali, na ikiwezekana, kwa staili hii Mm -hmm. Kila mtu ataona hakuna sababu ya kushiriki ligi hii. Uchebe, tumalize na hili. Ni mchezaji gani ambaye Simba Sports Club akija Young Africans anacheza na First 11? uh, sisi, Yanga, sisi Yanga hatuna mastaa kwanza, hakuna usta, kila mchezaji sisi kwetu ni sawa, anaweza kaja au kategemea, anakuja kwanza First 11, lakini akaja huko akaanza sabu, umenielewa mbao ndefu Ngoja, yule mimi akija huko nafikiri anapata tu vizuri, anaweza inategemea na option ya mwalimu. Lakini kwa mchango wake for this time kimataifa ameonyesha ubora wake, lakini bado hata kwenye ligi, kwenye klabu ya Simba hakuna mtu anayemfikia rekodi yake. Yeye ndo anaibeba Simba. Yeye ndo anaibeba ameibeba kwenye mashindano ya ndani na machu, mashindano ya nje. Lakini Simba hawezi kumuona value yake hata kidogo. Nataka nikwambie, na kuibia siri. Umenielewa? Ligi sinaenda kuisha ligi, naenda nakupa siri. Kuna mchezaji ambao Simba saa hivi hawalali, hawanywi maji, wanamwota yeye. Msimu ujao yuko Yanga feito. Feitoto anakuja baba, yule ni nyumbani. Mtoto akiunyea ma, mavi mkono hatukati. Tuna ila tuna... ila ya Sikiliza. hmm. Just, ni pigo kwa wana Yanga kuondoka, kwa, kwa Stefan Aziki hiyo. hmm. mimi binafsi mimi uchebe Yanga, nisiwe mnafiki. hmm. Stefan Aziki anaondoka, mimi nawadhibitisheni wa Tanzania wote walijue hilo. hmm. Umenielewa? hmm. Wa Tanzania wote wapenda mpira walijue. hmm. Stefan Aziki msimu ujao hatupo naye. hmm. Hata kuwepo kwenye klabu ya nini ya Yanga, lakini nafasi yake inakuja kuzibwa na nani? Na Faisal nataka na, nikupe za ndani sasa. Faisali, sababu ya kwenda kutumikia Azam ilikuwa kwamba yeye na, na, na Stefan Aziki wanacheza namba hii moja, na ukiangalia contribution ya Stefan Aziki ilikuwa ipo kubwa, na pia uh, ukiangalia contract za watu wanaotoka nje huwa zinakuwa zina limit sana. Umenielewa? Sasa tukiangalia Fei Toto, tunamhitaji Stefan Aziki tunamhitaji nini tukifanye? Inabidi kubali kuna wakati mmoja pishe mwenzie. Ndio maana alivyoondoka Faisal Salum, Stephane Aziz Ki alionekana kwenye good performance sana. Tofauti ambapo walikuwa wanashindana wakiwa pamoja. Ndio maana sasa Stephane Aziz Ki anaondoka, tunamrudisha tena Fei Toto kwenye namba yake. Na anaenda kung'ara kimataifa. Maana wanamtaka. Ngoja nikwambie. Hakuna mchezaji ambaye anaweza kaenda kwenye sehemu ya kuishi sehemu zenye njaa, zenye mateso. Umenielewa? Na ndio maana Faith Toto katika vitu ambavyo anavijutia maishani mwake. Kule kusema uongo na kupango, na maneno yale kupewa na watu wa Simba. Anaumia sana kwa nini nilifikia ile hatua. Lakini kiuhalisia anarudi Yanga na anatupenda wana Yanga na sisi tunampokea kwa shangwe na vigelegele kama kawaida maisha mengine anafanyaje yanaendelea. Na ndio maana nimewaambia kuna mtu pale Simba. Nitakuja kuambia baada kutoka game ya Mbeya tarehe ishirini na moja. Baada ya kucheza na Tanzania Prison Mbeya, naomba mnitafute, nitawapa kodi mchezaji gani tunamtoa pale Simba anakuja huko. na Simba hiyo siku ndo watapigana na uongozi wao, watafanyaje, watapigana yule mchezaji mpaka sasa hivi. Nataka nikwambie, mazungumzo na Injinia S yamefika asilimia 85. Mazungumzo yamefika asilimia, hakuna mchezaji ambaye Injinia S anamhitaji akashindwa kumchukua sasa. Hicho nitakuja kuapa baada gemu ya tarehe moja kule Mbeya, nitarudi niwaambie Chapesa. Mimi nawaambie ni hii kodi nawapa nyie ni baada ya kutoka mbeya tu nikirudi, nitakuja kuambia ni mchezaji gani ambao Simba walikuwa wanajivunia naye tumemchukua na tumemleta Yanga, yes. mimi niko poa, nikushukuru sana, asante sana kama umelizika kabisa, umelizika.